Mwanzoni kama mnavyofahamu, sehemu kubwa ya ya korosho zile staffing yake, yaani kupaki kwenye makontena, ilikuwa inafanyikia hapa bandari yenyewe pamoja na zile CFS maeneo ya nje ya bandari kama bandari, bandari kavu. Lakini kutokana na eneo la bandari kuwa na majukumu mengi, mizigo imekuwa mingi kama mnavyoona saa hizi kuna mizigo mingi na eneo ndio hili, ikaonekana eh, inahitajika kuwa na sehemu nyingine kubwa zaidi ili staffing iweze kufanyika. Kwa hiyo imepatikanika me, maeneo nje ya bandari hayana umbali mkubwa kutoka hapa ambako staffing itakuwa inafanyika, na ndio kwa ufanisi mkubwa, na wawekezaji wasafirishaji wamefurahia sana hiyo, kwa sababu hilo linafanyika maeneo mbalimbali duniani ili kuongeza ufanisi, badala ya ku congest mizigo sehemu moja. Kwa hiyo sasa, mimi na kamati na wataalam leo tulikuwa tunapita kuona zile sehemu za staffing, Je, yeah, ziko utaya, utayari wake upo kwa kiwango gani? Vile vile je, kuna changamoto yoyote? Ninayofuraha kuambia kwamba maeneo yote ambayo tutakuwa nafanyia staffing tumeyatembelea yako vizuri na yako tayari, containers zipo na watu wamekusha jipanga kwa ajili ya kupokea hizo korosho ili ziletwe bandarini zikishakuwa zimefanyiwa staffing tayari kwa kutokea kwenye meli na kuondoka. Na hapa sasa hivi tumekuja bandarini kama mnavyoona container kama unaona hii zimeshashushwa kwenye meli, nazo zitapelekwa kwenye CFS, zitafanywa staffing, zitaingizwa kwenye mameli na kuondoka. Kwa hiyo ufanisi utakuwa mkubwa.